Habari za asubuhi, amjambo. um, kuna jambo ambalo ninataka niwaambie. um, ninyi ambao mna practice hizi recipe ambazo ninaweka kwa channel. Unaona kila mtu ako na uh, element tofauti tofauti muko na element tofauti tofauti. Wengine ni moto, wengine ni upepo, wengine ni maji, na wengine wenu ni ni um, ardhi. Sasa element zina determine sana na hizi rispi zinazotoka katika motherland rispi hiza ambazo nafundisha ni vitu ambavyo vingi vime, vitu vya kumea, vitu vya kutokea duniani, ambao katika ardhi ni kazi ya mikono ya Mungu, ambayo vimeumbwa kwa kusudi la kusaidia mwanadamu aliye kiumbe cha Mungu katika dunia hii. Sasa, iwapo unatumia rispi fulani ni vizuri utulie, uitumie mpaka, uh, uone kama ina majibu ama haina majibu. Hizi vitu huwa mara nyingi hazifanyi kazi kama eh, ushirikina. Hapana, inafanya kazi katika haki ya Mungu. Sasa ni ni kuwezesha, yani, ni, ni, ni kuwezesha kitu ambacho kilikuwa akiende sawa, akiende sawa kiende sawa kwa wakati unaofaa katika macho ya yeye aliyeziumba Mungu. Sasa unapotumia recipe fulani usiwe na haraka sana kutaka kuona kwamba majibu hapo na hapo. Kama nimesema siku tisa, vumilia mpaka siku tisa. Kama nimesema siku saba, vumilia mpaka siku saba. Kama nimesema siku ishirini na moja vumilia mpaka siku ishirini na moja ziishe. Na siku ishirini na moja zitakapoisha na hauoni mabadiliko, siku saba zikiisha na hauoni mabadiliko, unaweza kubadilisha ukatoka katika um, hiyo rispi ukabadilisha, ukafanya rispi ingine, kwa sababu huenda elementi zako aziende na hii, ndio maana ninakubadilishia unaweza tu kuwa mgonjwa kwa matatizo aina fulani, magonjwa fulani, ukanywa dawa fulani hazifanyi, ukanywa. Daktari atasoma ile kitabu ambao unatumianga kwa madawa, atakubadilishia dawa. Ni vizuri, wanangu, mwelewe. Kama ulikuwa unatumia rispi ya maziwa, uh, unachukua maziwa unachanganya na maji, unaomba nayo, au maziwa umemwaga katika Uh, maji ya nazi ukaombea alafu ukaomba nayo ukatumia na ifanyi kazi kwa kipindi fulani, badilisha. Chukua mchanga, mchanganya na chumvi, omba nayo, tupa kwa maji ya kuoga, oga nayo kama imekataa badilisha. Chukua soda ya Fanta, oga nayo kila siku moja moja, kwa siku saba. Jaribu tu utaona, katika hizi vitu unajigonga kwa kitu ambacho kinakufaa, kwa sababu kuna mafundisho yanakuja wiki ijayo. Hayo mafundisho nitakuwa nazungumzia mtu aliye na elementi hii, aina hii, kanuni zake ama rules zake, sheria zake ni hii na hii anaweza akafanya ili na lile iki na akatumia hiki na hiki ndio akafaulu kwa jambo fulani, nitakuwa nafundisha. Lakini unajua nitakuwa nafundisha tu online, na mnajua online nafundishanga hapo kwa YouTube kwa uchache sana. ni- nina mambo mengi ambayo ningependa ninge ninge- ningetapika kwa umati wa watu kwa muda mrefu nina mambo mengi ambayo ningetamani kutapika kwa umati wa watu ili audience kubwa waelewe kiundani physically, alafu pia wawe na nafasi ya kuuliza maswali. Lakini sasa unakuta ukipanga semina uh, watu hawakuji, watu wako kwa shughuli zao za hapa na pale. Watu wako kwa shughuli zao na ukipanga semina hawakuji. Uki, watu, watu hawatokei wengi. So, na, na, na watu wanaonipigia watu wanaonitafuta ni wengi sana. Sasa unashindwa utasaidia watu namna gani? Hata wale ambao mko na nafasi katika miji na kujitwika tu mzigo na kujua kwamba kusababisha mtu mwingine apate suluhisho kwa maisha yake ni wewe kujisababishia njia zako. Yawezekana wewe mwenyewe umekwama lakini kwa sababu ya lile umefanyia mtu mwingine, kumwelekeza kwangu au kumfanya afikie nafasi ya suluhisho kupitia kwa video zangu, unakuta kwamba mtoto wako atafanikiwa, unakuta kwamba mambo fulani yatakwenda vizuri. Labda kulikuwa na tatizo linakuja kwako, limestopishwa uwezi kujua. So nawaomba Mungu akiwajalia, Iweni makini mnapo practice hizi vitu. Kila wakati unapoenda ku practice recipes zenye nimefundisha, kama inahusu kitu chochote kinachoonekana kiheshimu, na uheshimu wenye amekiumba uwe na uoga na uheshimu hiyo kitu, because hivi vitu mnavichukua, wengine mnavitumia vyovyo. Mtu anatumia pepe, mtu anaenda anachukua majani ya mzeituni kama hizi ambazo nimefundisha nazo, za miracle leaf, majani ya miujiza, majani ya uhai. Mtu anatumia alafu saa hiyo hiyo anaenda kuzini. Na mtu anatumia saa hiyo hiyo anadanganya mtu mwingine. Mtu anatumia na saa hiyo ameiba kitu ya mtu mwingine. Mtu ametumia na saa hiyo ako na moyo mbaya, anawaza mabaya kwa watu wengine. Hizo vitu haviwezi fanya kazi, na vikifanya, utachanganyikiwa, utakuja kuingia kwa shida ambayo hujaiona. So, nataka muwe uangalifu sana kwa sababu hii ni maisha yenu, hii ni maisha yenu. Niko sasa na ibada ya fit fit anointing. Fit anointing ni ibada ambayo ninaifanya kubadilisha maisha ya watu katika at least kuwapatia roho ya kuendelea, Mungu awapatie spirit, roho ya kuwafanikisha. Kuna watu hawana roho ya ufanisi. Unakuta mahali ambapo wameenda, miguu yao imewapeleka katika laana, miguu yao imewapeleka katika shida, miguu yao imewapeleka katika matatizo, miguu yao inaunganisha migu, wanakutana watu ambao ni mikosi, visirani katika maisha. Nataka niondoe hiyo miguu iliyovalishwa ya ujinga, hiyo ya ya kupotofu, ya kutofanikiwa, miguu ambayo inakupeleka mali, inachukua muda mrefu au faulu chochote. Hiyo ibada ni ya kuanoint miguu, kusaidia miguu yako ibebe habari njema, ikupeleke mahali pa sawa. Tutafanya magano na miguu wala ambao mngefikia, mngelipa gharama. Nawaambia wanangu, mmebadilisha, mngeona mabadiliko makubwa sana baada ya hii ibada. Baada ya hii ibada, wale watu ambao watakuja kwa hii ibada, inaanza Jumamosi na Jumapili awatu wataona mabadiliko makubwa sana katika nyanja karibu nyingi zote za, za maisha maa nitafanya anointing ya mikono, anointing ya miguu na anointing ya kichwa, alafu nitakuwa na special service ya kutangaza habari za afya zao na maisha yao kung'aa, nikitumia element ya msumaa white candle, alafu nitawapatia meza ya Bwana. Japokuwa hii mambo ya meza ya Bwana, kuna mavumbuzi nimeanza kuyapata, ni kama ufunuo. Naposoma maandiko ninaanza kuelewa tofauti. Kwa hivyo nitakuja kuwafundisha kile ninaanza kuelewa kutokana meza ya Bwana. Bwana nitakuja kuwafundisha, japokuwa bado kuna kitu Bwana ananizungumzia na naangalia usiku, naona kama kuna vitu nimeanza kuelewa kuhusu meza ya Bwana, kwa hivyo kama ibada kama hii sasa, unakuta mtu anatoka Nairobi, mtu anatoka Eldoret, mtu anatoka Kitale, mtu anatoka Kakamega anakuja katika hiyo ibada pale Bumala, na mwingine ako widini Busia County, bomala hapo hapo ananiapigia simu ananiambia, unajua ni mbali. Najua huko ni mbali, ni mbali kwako, lakini haujakuwa serious kubadilisha maisha mimi nakuja kwa ajili ya hiyo, nitakuwa hapo kwa siku hizo mbili. Mungu akujalie. So kama ulikuwa una practice ile video, kuna watu wameniuliza niwafundishe video ya Fanta, vile naweza kutumia Fanta. Hiyo video niliweka kwa, kwa nini, kwa YouTube hapo. Hiyo Fanta sio kwamba ni hiyo peke yake kuna ziko aina mbalimbali ambazo tunaweza kusoma na zinaweza baada kulingana element ya mtu, unaweza pata ya kwamba umetumia fanta kufanya kulipa madeni na imekataa. Si kila dawa itafanya na kila mtu, lazima ujue kwamba kubadilisha, unaweza badilisha <coughs> unaweza badilisha, nanielewa. So Mungu wa uzima akujalie, Mungu akupe kibali Mungu akupe hiyo neema, Mungu akusaidie. Unielewe tu kama Kristo ako kwa ajili yako. Mtafute Mungu kwa maombi, utaelewa hizi vitu ambazo nafundisha. Mtafute Mungu kwa maombi, funga na kuomba, tafuta Mungu kwa maswali ya maombi, simama ukisoma maandiko. Mungu atakufungua akili, utaelewa na maandiko utaelewa vile Mungu anataka ufanye katika dimension yako. Soma katika Wakorinto wa kwanza mlango ule wa kumi na mbili soma kuanzia mstari wa ine mpaka wa sita uone kile Paul anaambia Wakorinto. Kuna roho ya kipawa tofauti tofauti, lakini roho ni yule yule kuna kuna kuna mtu ambaye anapeana huduma huduma tofauti tofauti na bwana ni yule yule alafu kuna utendaji wa kazi lakini mungu ni yule yule atendaye kazi hizo zote kwa wote mungu akujalie mwanangu nimekupa mawaidha wale mnataka uh, mafundisho haya tutajadiliana tuone tunaweza kufanya namna gani tukafikia uh, kusaidia watu kwa Kusa sababu watu hawajanijua mi najua ile kitu inaendelea ni kwamba sijakuwa exposed kwa watu wale wachache wananiona, wanaona ni mganga fulani mshirikina fulani mtu wa mazingaombo fulani katika mtandao ama katika TikTok. Bwana akujalie neema ya kunijua na kunielewa, huenda ukasaidika, labda nimetuma kwako, labda mimi ndio Daudi wa, wa, wa wakati wako, mimi ndio Musa wa, wa nyumba yako, huwezi jua. Ubarikiwe.